Hiyo na kupata kujua mengi tu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Tunaungana na mwanahabari wetu John Wanyama ambaye yuko katika hospitali hiyo. Wanyama, habari za saa hizi? Kisha naomba utueleze, je, hali iko namna gani? Wagonjwa ambao pengine walikuwa wamekuja katika hospitali hiyo, kwa hivi sasa wanahudumiwa na nani? Na tetesi kubwa ambayo imewafanya wahudumu hao wa afya kugoma ni ipi? Hamisi, utakumbuka kwamba katika kaunti hii ya Uasin Gishu, hasa ukanda huu wa North Rift, hospitali hii ikiwa ya level six, ndio ambayo inategemewa sana, na wauguzi ndio kiungo muhimu sana katika matibabu. Takriban mia nane wote kutoka hospitali hii ya rufaa na mafunzo ya Moi wamegoma hii leo, na hali si hali katika hospitali hiyo, jinsi na namna ambavyo tumeweza kuona. Wagonjwa wanasema kwamba wameachwa tu, kwani wale ambao wanawashughulikia kwa ukaribu sana, licha ya kwamba kuna madaktari ni wauguzi wako hapa, tusikie ni yapi ambayo imepelekea mgomo huu kuanza siku hii ya leo. Njo hapa, ndugu yangu, tuzungumze, pengine tatizo ni nini? Mgomo huu umeanza hii leo, ni nini hasa kimetokea ndiposa mgomo huu mahamu kusitisha unaendelea? Okay, asante bwana Wanyama. Hii mgomo imefanyika ime sababu kwanza, bajeti ya MTRH ilikatwa kwa takribani bilioni 2.3 na hiyo imekuwa ndio janso kubwa katika hii hospitali. Hii hospitali imefika sasa haiwezi kutimisha wajibu wake kulingana na vile ilivyokuwa imefika, kwamba eh, medical cover ya staff wa MTRH bajeti yake haikutosha, sasa hiyo cover haitosheleshi ile matakwa ya wafanyikazi wa, wa rufaa ya hospitali namba mbili ni kwamba hospitali iko na madeni kutoka e, former NHIF na SHA, alafu pension ya wafanyikazi wa hii hospitali haijalipwa kwa takriban miaka mbili, saizi imefika bilioni moja nukta mbili imefika sasa. E, wauguzi wa hiyo hospitali walipeana notisi ya siku ishirini na moja na hiyo siku yote iliisha jana usiku, na sasa ikabidi e, wauguzi waanze mgomo rasmi saa sita usiku, na hiyo mgomo itaendelea mpaka wakati ile serikali itaona umuhimu wa hospitali hii e, kwa kuhudumia Wanakenya. Tunasema kwamba hauwezi kata budget ya hospitali na hospitali is an essential service provider. Is not a profit making institution. Yes. So tunasema kwamba ile budget ya hiyo hospitali yenye ilikatwa 2.3 bilioni irudishwe penye ilikuwa na waongeze bilioni mili ingine, ndio hospitali iendelee sababu hiyo hospitali iko na vision ya kukua a multi specialty hospital in Africa. yes! Now, kukua hiyo inahitaji mambo mingi, inahitaji pesa ndio ipanue, eh, ipanue equipments, ipanue facilities so that it can be able to serve eh, Kenyans and even the region at large. So wauguzi wa MTRH wanasema kwamba wasili wa afya bwana, Madam Namlongo wasili wa, wa Treasury bana badi uh, John badi na mwenyekiti wa health committee Parliament, Dr James Nyikari, MTRG iko shida kubwa, lazima itatuliwe yeah. Na sasa hivi, na ni sasa hivi tunasema kwamba wenye wako hapa MTRG board of management hawana suluhisho. Suluhisho itatoka huko Nairobi, so tunasema. Naam, kwa majina unaitwa nani? hali ikoje katika hospitali mgomo huu unapoendelea? kwa majina anaitwa Beatrice Chelule, mimi ni chief trustee katika union ya hapa Moi Teaching and Referral. tuko na shida kubwa, na hali hapo hospitali si hali kwa sababu wagonjwa wanateseka, sio tu wauguzi peke yao na wafanyikazi wa hospitali, bali wagonjwa pia wanateseka, na ni aibu sana wagonjwa wakiteseka, na hii ndio home area ya president wetu. Tunaomba kwa unyenyekevu, rais aokoe hospitali ya nyumbani isije ikafa kama vile sister institutions yetu zilikufa. Kwa haya machache, nasema kwamba board management ya MTRH, tumeongea maneno haya kwa mara kadhaa, si mara moja wala mbili, lakini hawana jibu lolote kwa shida zetu. Na sasa tunaomba Parliamentary Health Committee, mtukufu rais wetu atusaidie, ili hii shida iweze kutatuliwa mara moja na mara moja, kwa sababu tunasema hatusidisha mgomo wetu hadi wakati matakwa yetu yote yatakapokuwa yamesikizwa. Asante sana, ndugu yangu, kwa kifupi sana ukimalizia. Yeah, mimi nataka kuambia Bwana Kipto Dr. Kipto ambaye ni Treasury Principal uh, Secretary pale Treasury kwamba you have laid down this institution. You are the person who makes the budget

We have a very huge shortage of nursing, and the institution can't meet even a drop of it. We have tried, even the labor officer has tried to conciliate about it, but it has failed. So what we are saying to the ministry, to the president, to anybody who is responsible to ensure that the government institutions are running well, is that they must well, is take responsibility. We, we are outside here, we and we will never we go back until the institution is back to track. Yeah. Oh. Oh. Asante sana.

ya rufaa na mafunzo ya Moi na wameapa kwamba katu kamwe hawatarejea katika hospitali kuendelea na shughuli muhimu za matibabu hadi pale serikali itakaposikia matakwa yao. Kutoka hapa tunaelekea hospitalini kuangalia hali ilivyo, wagonjwa wanaendelea vipi, kwa sababu wengi ambao tumezungumza nao wanasema kwamba wanataabika na wameshindwa wataenda wapi, kwani baada ya wao kutumwa katika hospitali hii, basi hapa ndio kama mwisho wa matibabu. Wengine sasa wameanza kutafuta mbinu za kutafuta matibabu katika katika hospitali za kibinafsi, pale ambapo hospitali hizo pia kuna matatizo, kwani hazikubali wagonjwa ambao wanatumia bima ya SHA. Basi kutoka hapa tutawaarifu tena hapo baadaye. Kwako studio, mwana Hamisi. Na asante sana Wanyama kwa hayo. Bila shaka baadaye tutaweza kurejea kwake yatupashe mengi tu ambayo itakuwa yana